Mashabiki bwana wamekuwa na ile tabia bado hawajaiacha mm. Tabia ya mashabiki kuwashambulia kwa, kwa lugha mbaya za matusi watu maarufu mi mm -hmm. Sijui kama ni Bongo tu ama hata nje, misielewe kushambuliwa kila sehemu, sehemu, kila sehemu, kila hata kila ukiangalia kwa wenzetu mm. Ujue sisi ni bora kidogo, tumestaarabika katika aa, upande mzima wa tunashambulia kwenye mitandao lakini tukikutana nao in person, unaonyesha mtu hata kama mtu anamchukia msanii, lakini unaonyesha mm. ile kumshangaa kwa sababu yeah. tuoni mara kwa mara, lakini kwa wenzetu mara nyingi huwa wanawashambulia. Hata akiwa anaona sehemu labda, eh, mtu msanii anatembea njiani, anamwambia kitu cha kumkera, kuta msanii naye ana paniki. Kwa hiyo vitu vipo kwa wenzetu pia.

Sasa mm -hmm. bwana Dully Sykes akaja akaandika, ujua Dully Sykes bwana ni legend uh, wa muziki wa bongo flava sawa, okay. mm -hmm. na akaja akazungumza kuchukizwa, naelewa yeah. kwa namna fulani ambavyo mashabiki ama watu wamekuwa wakimshambulia ama kum, kum kukomenti matusi kwenye ukurasa wake wa Instagram. mm -hmm. Sasa akaja akaandika hivi, sijawahi kufolo mtu mimi Instagram, ila huwa nawaangalia profile zao halafu naachana nao. Kuna wale watu ambao wanatukana kwenye komenti, huwa naenda naangalia maisha yao halafu nacheka. Alizungumza hivyo. uh -huh. Lakini pia hakuishia hapo, akaendelea kuzungumza na kusema huwa napenda sana kuangalia maisha ya mtu ambaye ananitukana, pengine niangalie kama amezidi, amenizidi, sawa uh -huh. hata miaka, ila sio maendeleo. Lakini nikija kuangalia nakuta, uh -huh. nimewazidi miaka, maendeleo, dhambi mpaka thawabu, nimewazidi uh -huh. Aliyazungumza hayo Prince Dully Sykes baada ya baya, baya, kumkuta jambo ilijasimaji ni mtu unajua Ujok, eh. Kuna kale kabusara fulani hivi mtu anakatumia mm -hmm. unanishambulia kwa matusi sawa, mimi hapa sami unantukana wewe na kuangalia, kuna nini umenizidi? Kwa hiyo kamzidi kila kitu. Sasa unakuta mimi unanitukana, mwenyewe nimekuzidi, nimekuzidi maisha mpaka dhambi, ila Dully, mpaka mpaka <laughs> <dhambi. laughs> idadi ya magonjwa mwilini nimekuzidi, tena magonjwa makubwa makubwa hivi. Unakuwa unapata wapi hiyo nguvu? Kwanza I see, unajua watu wengi huwa wanashambulia wana watu pengine, labda wanaamini Uh, mtu akimkera labda atamjibu, alafu mwingine unajua, anafanya hivi ili mradi apate ile attention kwa washikaji wengine. Bwana Dully Sykes nimemchana, umeona, amenijibu hapa, umeona, kaniandikia comment, vitu kama hivyo. Kwa hiyo watu wanafanya pengine labda kutafuta attention kwa washikaji mm. zao wengine pembeni, waone kwamba, uh, msanii kamfikia, ndiyo yaani taarifa imemfikia. Mwingine anamini akimsifia, akim hawezi kumjibu sasa, ngoja mm. nimponde ile anijibu, alafu mimi nitapata chochote kitu kawaonyesha washikaji labda waliokuwepo kitaa na nini, so yeah. Pengine huwa wanafanya hivyo sehemu, unajua nini, pale ambapo uh, mashabiki mnakutana na wale vichwa ngumu Mm. Kuna wale wa, yaani kuna wale watu maarufu ambao hawataki mzaha huwa wanawajibu. Kuna kuna kipindi cha nyuma kidogo, Lulu Lulu Michael aliwahi kuposti nadhani ni picha mm. kuna shabiki akaja kakomenti pale, jibu alilomjibu, sizani kama utarudia tena kukomenti matusi sawa. Kwa hivyo kuna wakati pia hawa watu bwana, hata kama wanakuwa wana vitu vyao wanavifanya, sawa, wana madhaifu yao, sizani kama ni sahihi kwa we shabiki kuweza kumtukana, sababu huenda pia hata kile kitu ambacho amekiposti ama amekifanya, huenda pia ni sababu ya yeye kumwongezea brandi yake kinazidi mm, yake kukua, kukua sasa wee unavoenda unamtukana na mtu, just imagine, ndio wewe, sawa, unapitia changamoto kama hiyo, unajisikiaje? Mm. Umeposti ume, ume tu kitu kutu kwa mapenzi ama kwa ajili ya ku improve kazi yako, alafu anatokea mtu anakutukana. Au si hivyo tu, uko zako barabarani umevaa zako nguo yako nzuri tu unakutana mm -hmm, na kutana mtu asema hivi eh, nguo yenyewe mbaya, sijui umenulia wapi, yaani unajisikiaje? <laughs> na ukiangalia wewe umetumia gharama kwenye kile kitu ukitengeneza, umekomana na fundi karibia miezi mitatu, nguo kila siku haishonwi, kitambaa kimetulia kwa fundi mm, halafu -hmm, alafu natokea umeipata ile nguo, unaona unaona umependeza, anatokea mtu tu barabarani, umekutana naye, huo mjui, hakujui maisha yake ni ya kawaida, halafu anakutukana, unajisikia anakuambia tu nguo mbaya, hujapendeza. Unajua sisi binadamu bwana, kila mtu anakuwa anaya ana kwake Ndiyo. Lakini binafsi yangu mimi kwa hao ambao wanafata wasanii mm. Eh, kuachana na nini mi naamini wasanii wanaona wanaona yaani ukimsema uki mtu anaona kile ambacho umemwandikia yeah. Alafu inakuwa haiko poa. Sometimes una msanii pia anahitaji ana, ana, mood afanye kitu yaani yes. Mtu yote ili kazi yake iende vizuri lazima awe na mood nzuri mm. Ukimwaribia kama hivyo mood, maana kazi haiwezi kwenda sawa. Ndio kama kwa wasanii yaani unaenda unamwandikia comment au kitu DM, unamgusa mtu yani, kina mpeni ah, saa kwa nona Dully, sio rahisi mtu kukwambia kitu afu kaingia kwenye, kwenye profaili yake yes. Maana kama akakwambia kitu kimekugusa kwelikweli, lazima uingie, nikanavia mi kitu fulani, naingia kwenye profaili yake unamwangalia mtu mwenyewe ah, yuko wapi hey, kumbe kazi yake ndo hii, kumbe ndo wanaishi hivi, afu naambia mi kitu fulani. Kwa hiyo sometimes kinamkata msanii anaona hiy, ah, iko poa na mtu kama Dully Sykes E, Dully Sykes bwana, hapendi jokes. Hapendi jokes. Mm. Alafu ni mtu ambaye yaani, yani yuko busy na mambo yake. Kumwangalia hata hanaga kujishughulisha na wasanii wengine. Yao yaendelee huko huko. Na mimi nasema hata kufanya hivyo ametumia tu busara. Alikuwa naweza pia kwenda kumjibu huyo mtu ambaye ame comment vibaya huko. Na anaweza pia kudhalilisha huyu anaangalia na, na watu wengi yeah. Mm. Mm. Yes. Dully ana followers milioni moja pointi tatu na hajamfollow hata mtu huyo. Hajamfollow hata mtu mmoja. Just yes, imagine. Eh. Uh -huh. Alafu unaenda kwa mtu kama huyo. <laughs> Eh, naenda eh, na sasa anasema ngoja nikudhalilisha, anatafuta e, post yako yote anakupandisha pale Instagram, kwa sababu kuna wengine wanafanya hivyo, wanafanya hivyo kuna wengine. Yaani kama umemtukana aenda naye anachukua, yani sio kwamba eti anakuposti kukupa sifa wewe ama kupa credit uh, kwamba nah, uf, ufike sehemu fulani, anakuwekea kitu kibaya ambacho utazahirika wee mwenyewe. Kwa hivyo bwana sizeni kama inakuwa ni sahihi, kwasababu hawa watu ndio wanaotuburudisha, sindio? Kupitia kazi zao zizo ndio wanatoa na elimu mm, na kama mgekuwa ni watu ambao si muhimu, mpaka serikali inawatambua sahivi. Yeah, wako yeah, wapi sahivi? Wako zao Dodoma kule, ndo mjue ni watu muhimu hasa. Wee unaangaika apo, nyie hata cheo cha wenye mwenyekiti wa vijana kata huna. Huna. Tu... mtu ambaye muda wote anapokea bahasha kutoka kwa mama <laughs> kibunda kinasoma, muda wote umekaa unaanza kumdis kwenye mitandao ya kijamii yes. haiko poa haiko fresh kabisa na, kuna tukio moja nakumbuka, Dully Sykes alishawahi kuujiwa kwenye mm, moja kituo cha redio hapa Tanzania yes. Eh, kuna mtangazaji alimuuliza kuhusu issue nzima ya madawa ya kulevya yeah. na akaifafanua tu vizuri bwana, mimi nimeishi Ilala, kuna maisha fulani, kwa anayaona watu wanavyoishi. Akamuuliza kuhusu Chidi Benzi, yes, Chidi Benzi atumia madawa gani? Yani mtu yanimu kamuuliza tu Chidi Benzi atumia madawa aina gani, unajua, ah, Duli kati anajibu ile swali ilikuwa kama limemkata hivi yani, Chidi Benzi ya, mwanangu sana eh tume sababu Duli na Chidi Benzi uh, ni sehemu wamekaa, um, kitaa kile pacho ni yes. yes. sehemu ambao mimi nikitoka naenda pale narudi mm -hmm. nyumbani, naenda pale, tunakutana kwenye hustling zetu za kila siku yeah. So alipomjibu alimwambia unanikosea e, Chidi mimi ni mdogo wangu kabisa, unanikosea nataka mbe mshenzi kabisa e. Una adabu wewe. Ndio kukitaka. Kinga kabisa, yaani kamchana kabisa kwenye redio, ni mtangazaji kamchana kabisa, una adabu wewe, wewe kuniuliza mm, swali kama hilo kuzi. Yaani unaonyesha kama ni mtu ambaye hapendi masihara na yes. Sasa ukifikia hatua mpaka ukamkera Dully Sykes, basi jua kwamba kitu kama hicho wewe kitakutokea siku moja, utoamini macho yako. Huyo mtu ushazoea kukutana na watu kama wale ambao wazee wa kubaruza tu yaani, itakalo kuja hilo, hilo. Stop. Toka hapa. <laughs> hey, kuchana hapo hapo, utoamini macho yako. Kwa hivyo bwana, mwache hiyo hiyo hiyo kitu, sio nzuri. Umesema hiyo, umenikumbusha mpaka huyu, uh, mtangazaji ambaye alimuuliza lile swali ambalo watu limewatachi sana kwenye jua kali, swali ambalo watu limewatachi sana kiubinadamu. mm. Kwani leo e, na mimi sidhani kama huyu ni wa kwanza kumuuliza, amekuwa kukutana na, na situation hii watu ku kukosoa mwonekano wake sijui na nini, yeah. Kwa hivyo kuna wakati pia hata ile jibu ambayo kuja nalo Haji Manara bwana akasema ni mm -hmm. Wewe ndio ungekuwa huko sehemu yangu, wewe tayari yeah. Huna kazi angekuwa kwenye nani yake, okay, sawa. Kwa hiyo kuna wakati pia watu bwana, tuwape heshima, sawa kama Zio. Tu, serikali inaweza kuwaheshimu sisi, ni kinanani ama mashabiki kinanani, mm -hmm. Wasiwezi kuwaheshimu mm -hmm. Kwa hiyo kuna wakati pia angalia umeona mtu maarufu kakosea kitu, mfikishie ujumbe kwa njia ambayo haina haina kero, haina makwazo, sure. Wala haina matusi, yeah. Kwa hivyo hiyo ni sahihi na ni sawa. yep. zaidi komenti yako ni muhimu sana. Drop komenti yako hapo, utuambie, je, ni sahihi kuwashambulia watu maarufu kwa matusi ama lugha chafu? Lakini kabla huja komenti hapo, basi hakikisha kwamba una subscribe yep. Unabonyeza alama ya kengele unakuwa mm -hmm. wa kwanza kabisa kupata update na stories zetu, kile kengele kile cha muhimu sana, yes. like comment na kushare usisahau jamani. Yes. Sana. mwambie na mwenzio pia na yeye mwambie na, na mwenzie tuna sign out, si ndiyo? tukirejea hapa